Injili ya leo na Injili iliyopita, kuna mfululizo wa injili kama tatu na mdai, majua matatu inazungumza sana habari za maisha ya wanadamu, juu ya matajiri na masikini na baadaye juu ya ufalme wa mbinguni. Hapa tunakutana na mtu aliyekuwa tajiri. Sema tajiri kwa sauti kubwa tajiri utamjua katika kuvaa Tajiri utamtambua katika kula. Alikuwa amevaa mavazi ya rangi ya zambarau, ambao walikuwa wanavaa makuhani na, na wafalme. Huyu bwana alikuwa na kula siku zote kwa anasa. Pigia mstari siku kwa anasa. Katika juma tumepewa siku sita za kufanya kazi, ule fanya kazi. Huyu bwana hadi siku ya Sabato hakuwa anaenda hadi kwenye ibada, hakwenda kuunganika na wenzake kanisani. Muda wote ni kula kwa anasa, siku zote hana mapumziko hakuweza hadi kushika siku ya bwana ya kwenda kwenye ibada, ni kula kwa anasa. Na alikuepo masikini. Huyu masikini amepewa jina, alikuwa anaitwa nani? Kwa sauti kubwa, Lazaro, Lazaro maanake Mungu ni msaada wangu. Naomba liingie katika akili yako na mawazo yako. Tajiri hajapewa jina, masikini amepewa jina, na ndivyo itakavyokuwa. Matajiri wengi huwa hawanaga majina. Kwa nini? Imeandikwa, amelaniwa ambaye ameweka tegemeo lake katika vitu, ambaye amemweka mwanadamu kuweza kuwa tegemeo lake. Ukiweka tu tegemeo lako katika vitu, nataka nikwambie, utaondoka duniani hapa huna jina. Vitu vinapotea vinaondoka, vinaondoka vinaga majina, ndio maana unasikia vitu na wewe mwenyewe unafanana na nini? Na vitu. Masikini yule Lazaro alikuwa na sifa zifuatazo: ya kwanza, watu walimwona kwamba ni masikini, ana vidonda, hana msaada. Wakambeba walivyombeba, wakampeleka kwenye mlango wa tajiri nyumbani kwake. Watu walimbeba na hii ndio raha ya kuweza kuwa masikini, utabebwa. Yaani, yani utabebwa, watu watakubeba tu watakubeba tu. Eh, mwenzezo amepata shida naye, tumbebe. Wakamweka katika mlango wa yule tajiri. Sasa tajiri alipokuwa anakula, alikuwa anakula kwa staili hii. Walikuwa zamani hawana taulo za kunawa za kufutia nani mikono yao wanapokula, walikuwa wanatengeneza mikate laini ile mikate laini, ikifika kipindi ambacho amekula sasa, wameshiba ndaka wabadilishe mlo mwingine, ndio wanachukua ile mikate wanajisafishia, wanajisafishia alafu sasa wanarusha nje kwenye madirisha nje ile mikate. Sasa Lazaro ndio alikuwa anakuta ile mikate ile, ndio anafanya nini, anakula. Sasa alikuwa alipokuwa pale Lazaro, kwa sababu alikuwa ana vidonda kama Ayubu alivyokuwa na vidonda, mbwa wakawa wanazungazunguka pale kwa nani Wanazunguka zunguka pale kwa nyumba ile tajiri, kama vile kwenye familia yako pale nyumbani. Utashangaa siku nzima nyau yanapita pale, manyau kibao. Nini? Nyau wako kwa tajiri. Tumsifu Yesu Kristo. Hata siku moja nyau hawawezi kwenda katika nyumba wanaoishi masela. Hata siku moja nyau wanakuja, ukiona tu nyau wako pale nyumbani tu ujue wewe ni tajiri. Wanafuata nini yale walikuwa na rusha, wakati umekula na watu wako umekula, rusha yako, rusha yako ndio wanafuata. Baadaye tajiri no, wa kwanza kuweza kufa alikuwa ni masikini. Na Mwenyezi Mungu anawachukua watu wake, yaani kuna watu Mwenyezi Mungu anawachukua kabla hawajapita katika uharibifu. Na watu wema, Mwenyezi Mungu anawachukua mapema sana. Yaani ukishakuwa tu mwema, na ndio maana watu wanalia sana wanasema, imekuaje? Afadhali tungekufa sisi, inakuaje ameondoka huyu. Mungu anawachukua watu wema, si aliweza kwanza kumchukua nani huyu ndugu yetu nani? Lazaro, Mungu akamchukua akafa. Alafu sasa wale wabaya, sisi ambao wabaya, Mwenyezi Mungu anatuachia tuendelee kujirekebisha. Mwambie jirani yako, tujirekebishe. Tumeachwa tu, Mwenyezi Mungu, mwambie, mwambie, mkodolee macho, mwambie tujirekebishe, mwambie tukaungame, mwambie badilika maisha hayo, mwambie usoni, mwangalie usoni. Hata kama hata kama akuangalia anajua alichofanya jana, mwambie badilika, umeachwa. Usidhani kama wewe mjanja, tumeachwa tu Tujirekebishe maisha yetu, tumsifie Yesu Kristo! Makofi kwa Mungu matatu, wa, wa, wa. Sasa kuna vitu viwili, kuna kitu kimoja ambacho wote lazima kitukute: kifo ni cha wote, tajiri na nani, na maskini. Asa mpendwa, nisikilize. Lazaro alipokufa, malaika alikuja akamchukua. Malaika malaika, nipeleke Eni, Yesu uni. Malaika walikuja kumchukua wakampeleka mbinguni kwa Baba. Huyu naye tajiri alipokufa yeye ikawa tofauti, kumchukua wale matajiri wenzake wakaja akamchukua yeye wakamzika, ile neno mkasoma Lazaro alipelekwa kifua, akaenda mbinguni kwa Baba, alichukuliwa na malaika, lakini tajiri hakuchukuliwa na malaika. Tumsifu Yesu Kristo. yeah. Muulize jirani yako utachukuliwa na nani? yeah. <laughs> Usijibu. <laughs> Utachukuliwa na nani? Ah, afu usijibu, usijibu, usijibu. Utachukuliwa na nani? Alipofika kule mbinguni Lazaro moja kwa moja malaika alimpeleka kifuani kwa nani? Kwa Ibrahimu. Na wanasema kwa sababu alikuwa ana vidonda. Wanadamu si hawakupenda kumchukua. Wanadamu hawakupenda kwa sababu alikuwa na vidonda. Na usisahau alipokuwa na vidonda marafiki zake walikuwa ni mbwa. Ndio wakafika pale wakawa wanalamba, wanamlamba, mbwa anamlamba. Na unajua mbwa akikulamba anakupenda. Kabisa wale wafugaji wa mbwa wanajua. Yaani mbwa akikupenda tu atakulamba, atakulamba, atakulamba, atakurukia, atakulamba na nyau pia akikupenda atakulamba. Ukiona mpaka mbwa hawakupendi, hawakulambi, wa utambua. Kuna alama fulani hivi, wapendwa. Tuanze kuzisoma hapa hapa duniani. Wewe umbwa hawakupendi, nyau wanakukimbia, hawakulambi, unategemea kitu gani? Tumsifie Yesu Kristo basi, kuna mtu anakulamba. Aye, walipofika huko Lazaro yuko kwa, yuko kwa kwa, kwa, kwa baba yake Ibrahimu. Huyu jamaa akaanza kuteseka, yuko kule kuzimu kwa sababu alivyozikwa hakwenda juu alienda chini. Nimekuwa nikiwaambia kuna baadhi ya watu katika nyakati zao wanavyoondoka huwa hawafiki kitandani, huku watateseka mpaka chini. Maana ake ni wewe ni kuzikwa tu, hutaenda juu kwa sababu dakika za mwisho anavyoondoka zile mali ambazo walikuwa wamezishikilia hakuweza kuziachilia amezishikilia, ibs anamwachia nani? Jamani, jamani, ile duka namwachia nani? Huyu mke namwachia nani? Amemshikilia mke wake, mwachie tu <laughs> zile hela namwachia nani? Jamani, siku anatoa zake nika nazishikilia ii namwachia nani? Na anafikiria amwachia nani? Nanikweli nani, utaziachia benki, kwa sababu hata hadi password ulimficha mke wako, na kuna akaunti nyingine za siri hata mke wako jamwonyesha unaachia tu benki watakula watu wengine, ukwachilia, uka jikabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu usitusumbue wakati wa kufa. Umekakamaa mpaka tunaanza kuja kununua super glue tuweke mdomo vizuri. <laughs> Kweli inasikitisha. Mtu amekakamaa bado amechemea na jike. Baadaye sasa unashangaa tu, tumeweka mdomo vibaya, mpaka unashangaa mtu yuko. Nilikuwa nakufahamu kabisa, nilikuwa nakufahamu kabisa, ndugu yangu ulikuwa, yani, ukikana na mdomo wako, baadaye tumeukuja mdomo sasa super guru, super guru, baadae unavyokufa unatetesa, bado unataka uangalie, unataka ulimwengu bado, unataka uweze kuona na kimdomo. Unakumbuka alikuwa anakula kwa anasa, mpaka mdomo unakuwa wazi. Sasa tabia yako ya kutaka kuangalia angalia, kuna vitu vingine lazima nimeshaona mambo ya kidunia, nimeshaona nimeshaona inatosha. Sasa hivi basi nikaangalia vya wapi? vya mbinguni. Maana mara sasa nasema fumba macho yake mambo yote kidunia, fumba macho yako. Akiwa kule anateseka, kwa sababu huyu jamaa hakuwa na tabia ya utulivu. Ghafla akamwona nani? Ibrahimu na akamwona Lazaro kifuani karani kwa Ibrahimu, akaanza kupiga makelele, baba Ibrahimu, baba! Kumbe ulikuwa unamfahamu Ibrahimu? oh, mwambie Lazaro mwambie Lazaro achovye maji altaamurudishe mdomo wangu, na nateseka. Kumbe ulikuwa unamfahamu Lazaro, alipokuwa amekaa pale mlangoni kwako? Kumbe ulikuwa unamfahamu masikini yule, ambaye alikuwa anapita kila siku enye duka lako kuja kuomba, ulikuwa unamfahamu Ukajifanya okay, kama umuoni vile na anapita unapiga unajifanya unamhudumia ile mteja mwingine na masikini na, ona, ona, jifanya, ona, mudumere, mtajam, na masikini, siku alivyo haona adabu haondoki haondoki kama wale ambao ukienda kujaza mafuta afika pale haondoki kwenye kwenye kioo wanageukia hivi ok, na vinavyo kumbe ulikuwa na mfano masikini ulikuwa na mfano Ibrahimu na ulikuwa unajua kabisa kama historia Ibra ya Ibrahimu kwamba Ibrahimu alikuwa baba mwema, aliwapokea wageni. Unakumbuka aliwapokea malaika hawa wawili, akawalisha chakula, baadaye akapata baraka. Alikuwa tasa akapata baraka mtoto. Imekuwaje katika maisha yako? Unataka kuweza kuwapokea hawa, unafahamu maandiko kabisa, unajua napaswa kufanya jambo kama hili. Ndio maana wanakuwa wamesema, ye Mungu wetu, leo tutendea mtendea nini kwa haki, kwa maana hatukuzitii amri zako. Kuna baadhi ya mambo utatendewa kwa haki, hukutii amri zako. Aneza kusumbua kule, kule, watu wamekaa mbinguni wamefurahi makelele tule, kumbe alikuwa na sauti huyu bwana. Unajua, matajiri hawanaga sauti <laughs> masikini ndio sauti, oh, eh, bwana. Na asilimia kubwa wanakwaya hawanaga hela, ni masikini ndio maana utasikia eh, bwana, makelele mengi. Nikiwaambia kila siku mje mjiunge na kwaya hapa, sina <laughs> <Faza, shila> sauti <laughs> Ita, itafika siku, itafika siku. Msitusumbue mbinguni nyie. Msiwasumbue wanakwayo wa mbinguni. Itafika. Kumbe una sauti makelele mengi. Yaani sauti imetoka kuzimu mpaka imefika mbinguni. Kumbe ulikuwa una sauti. Una sauti. Una sauti. Kwa nini usitumie sauti yako kuweza kumwambia Mwenyezi Mungu? Ndio ile kwenye somo la kwanza. Kila siku ni kuimba nyimbo za kipumbavu tu, nyimbo za kipumbavu za kijinga, na nikamwaga pombe yangu kama tu hapo, tukiwakuta paka, paka, paka, paka, paka, mnapocheza huko, unambia hivi ndio wewe. Wanakwaya hapa wanaimba watu, mmekaa hivi. Nikasema hivi, sauti ya misa ya kwanza, hamwezi kupiga makofi, angalau mwasapoti tu wanakwaya, kwamba asante Mungu, umetubariki. Wanakwaya hatuwalipi wanatuimba, tumekaa hivi. Una shida gani wewe, una shida gani utakuja kutusumbua baadaye wewe Ibrahimu akasema, sikiliza, ulipata mema mazuri uli kwa duniani, na mwenzako anafanya nini? Anaburudika. Akaanza maombi wewe, hey, baba Ibrahimu, baba Ibrahimu, naomba nina ndugu wa tano duniani. Kumbe ulikuwa ni muombaji! Kumbe matajiri ni waombaji, wanajua kufanya maombi. Mwambie jirani yako, kumbe unajua kufanya maombi. Mwambie waangalie, mwambie kumbe unajua kufanya maombi, kumbe unajua kufanya maombi, maombi na maombi. Kwa hiyo ndugu zangu nikasema nikao, nika najiuliza. Nimewaambia toka jumapili iliyopita, jumapili hii ni ya maombi, kuleta zaka. Njooni na watoto wenu, njooni na familia yenu, mwabebe mwalete, mjenao mwakabizi hapa. Nashangaa mimi, si ya kwanza wote, siwaone watoto wako wapi. Hamna watoto <laughs> na wauliza, hamna watoto, mmewacha wapi? Na siku ya leo ni ya maombi, tuje tuwabariki watoto wenu, ndio maana mapadi tuko wawili hapa. Watoto wako wapi? Nawauliza, watoto wenu wako wapi? Wamelala? mnajua unaafanyia ku nyumbani huko? Mnajua, mnajua atak unajua mambo gani yanayokuja, wiki mwezi ujao? Unajua mambo gani yanayokuja, na tumwombe nisike maombi? Mnataka mwapeleke wapi? mnavyoleta zaka hapa ile mnavyoleta, mnavyoleta zaka, unaleta zaka peke yako na wengine hawajachukua tazaka Tajiri anavyopiga makelele, nimeacha watoto kule na ndugu zangu, sitaki waje kwenye mateso hapa, naomba aende mtu akamwambie kule, akasema no no no, wapo akina Musa na nani manabii wapo kule, atoke mtu kuzimu ndo aende akamwambie, akasema wasipomsikiza Fadha Sosthenes na watu wengine hawezi kuongoka. Na nataka nikwambie, kesho, kilicho mponza yule tajiri ni kiburi cha uzima. tumesifia Yesu Kristo. Kiburi dhambi mbaya sana. Kiburi cha uzima, kiburi cha uzima, na ndio kinacholitesa kanisa sasa hivi. Kiburi cha uzima, kiburi cha uzima. Unafahamu, unajua ukweli. Sifanyi, sifanyi nini? Kwa sababu najua na kazi yangu nzuri na biashara yangu nzuri. Father maliza misa haraka haraka nikafungue biashara. Mungu amekupatia siku sita, fanya kazi hadi leo hadi leo unamwibia Mwenyezi Mungu. hadi leo hadi leo, una muda wa kumtafakari Mwenyezi Mungu kama Mungu asante? Utafakari maisha yako, kwamba natoka wapi na kwenda wapi. Baada ya kufunga duka jioni, tuna kikao, tukale kwa na, na, na, na, na jamaa zako tule kwa anasa. Utakuja kusumbua baadaye. Naomba Ibrahim, Lazaro alete nini alete maji achovi ulimi wangu bado unazungumzia wazi kabisa kwamba ulimi ndio kuponza. Umesikia wale, somo la kwanza wanakunywa divai mabakuli makubwa, yani wameanza wameanza kuchukua mabakuli makubwa, ilikuwa na maji jaza, likuwa hivi, kiburi cha uzima. La pili kicho mponza ule tajiri, ile dhambi ya kutotimiza wajibu. Alimuona kabisa Lazaro, yuko pale, hakutaka kuja kumsaidia, hakutaka hakutaka kututimiza wajibu, hakutaka kuweza kumsaidia. Kuna baadhi ya watu tunajua kabisa kabisa katika mazingira hatutaki kuweza kumsaidia, kwa kiburi tusitaki kuweza kumsaidia. Leo lituingie mali za duniani hapa, hazitatupeleka popote pale, na mbaya zaidi utaondoka bila jina, utaondoka bila jina. Lakini kuna masikini akina Lazaro wataondoka na majina. Amua unataka kuweza kuwa Lazaro au unataka kuweza kuwa tajiri.